Ndugu wananchi, kwenye sekta ya madini tumejenga kituo cha uuzaji wa pamoja wa madini Tanzanite au Tanzanite Exchange Center kule Mererani, Simanjiro, ili kuhakikisha biashara inafanyika kule. Vile vile tulifanya mnada wa kwanza wa Tanzanite kule kule Mererani, na mnada ule ulikwenda vizuri sana, na jina la Tanzania kwenye madini haya limekwenda juu sana. Tutaendelea kuchukua hatua kuendeleza madini yetu na vile vile kuongeza thamani ya madini hapa nchini. Lakini zaidi ya hapo, tumejipanga mkitupa ridhaa, kuendelea kupima maeneo ya nchi na kubaini madini gani yako wapi na kwa kiasi gani. Hiyo kazi tutaifanya mkitupa ridhaa, mwaka unaofuata tunaanza mwaka huu wa fedha Mwaka unaofuata tunaendeleza, na kipaumbele chetu ni wa wawekezaji wakubwa kwenye madini, lakini haswa haswa wachimbaji wadogo ambao ni vijana wetu, ili tutengeneze ajira kwa vijana wetu. Manyara oyee! We, kazi na utu. Ndugu zangu, ukitizama ilani yetu hii ambayo tunainadi sasa hivi ya 25 30, kifungu cha mbili tatu, ilani ile inasema na inatuelekeza, kitupa ridhaa, serikali itakayoundwa na Chama cha Mapinduzi iboreshe maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ina maana inatuelekeza tuendelee kufanya kazi kwa kasi kubwa kwenye sekta hizi za maendeleo ya jamii. Nataka na niwahakikishie wale wote ambao umeme haujafika huduma za afya hazijafika, au ziko mbali, elimu shule ziko mbali na wao, maji hayajafika, wote tunakwenda kufanya kazi kwa kasi sana na tuhakikishe kila mwana manyara yuko karibu na huduma hizo, au anafikiwa na huduma hizo. <tune>